Yes, karibu sana, karibu sana, karibu sana. E, tuko saa tisa, saa za Afrika ya kati kiwe kumi majira Afrika Mashariki. Hii ni Baraka One TV na mimi ni Rejabu Akili Kabonga, the one and only in town DJP. E, majira ni saa tisa hivi, tarehe tuko 28 na mwezi ni wa 5, 2025. So Joseph Kabila Kabange yuko Goma na ameweza kuzuru kambi ya mafunzo ya Rumangabo kwenda kuangalia vijana wake jinsi wako wanafanya kazi. Na kitu kingine pia ni kwamba rais mstaafu wa Afrika Kusini Tabu Mbeki ameweza kusupport na kusema kuja kwa Goma, pia ili kuja kuonana na Joseph Kabila. Na utafahamu tu kwamba Joseph Kabila kabla ya haya yote alienda Afrika Kusini akakutana na Tabu Mbeki wakazungumza na, na Tabu Mbeki e, moja kati ya watu ambao waliweza kuingiza ile ma ma eh, wanaweza kusimamia Sun City, kama unakumbuka, kati wa wa Sun City viongozi ambao walimshika masikio Joseph Kabila, Tabu Mbeki na Yumo, ambao walikuwa wanafaidika na asilimia uh, 30 uh, uh, ya pesa ambazo ziko zinaingia Kongo alikuwa anazipata. Utajiri wa Tabu Mbeki umetokana na zuluma na damu ambayo imemwagika DRC, alikuwa anapata hizo pesa sana. Sawa, ndio bapare ya Joseph Kabila, watu ambao walimkamata mkono Joseph Kabila. So, Joseph Kabila yuko Goma, Thabo Mbeki anakuja Goma. This mean kwamba vita kati ya Kongo na Afrika Kusini, vita kati ya Kongo na Rwanda, vita kati ya Kongo na, na Uganda na nchi zingine ambazo zilikuwa zinasaidia eh, M ishirini na tatu inataka kuchukua sasa eh, njia nyingine, na hii ndo tutakuja kuizungumzia hapa. tafadhali ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, unaweza ukalike pia na kusubscribe na kushare Baraka one TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, huko pia unaweza kwenda ukalike na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kabisa kuona tupata. Na jambo la muhimu ni kumbuka, Operation Sadia Mzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo, tuungane wote kwa pamoja katika operation hii, ili tuweze kuwasaidia ndugu zetu, na usisahau pia kutembelea Baraka one TV Channel 2 um, uh, King Selemani the only one king Eh, Asimwe Baguma, Samuel Dedone Butoto, wako nasikiliza Baraka 1 TV, Ejide Kizenga Tembele uh, e, Mashaka Ayamba e, pia ndugu yangu Hassan Ramadhan, wote hawa wako pamoja. Elisha, Elisha kutoka Nairobi Kenya, mwana Mang'ombe, wako na Baraka One TV. Pia wazee wangu ambao wako eh, Kenya, maeneo ya Kakuma, ambao wako Nyarugusu, ambao wako Dar es Salaam, ambao wako Nairobi, nasema ni Bale, Eldoret, wapi, Kisumu, kote Naivasha. Uko unasikiza vizuri sana Baraka 1 TV na jama, jama jama jama jama. Hili uh, swala linakuja liko, uh, liko tofauti sababu mwonekano wa haya mambo yanaleta sura nyingine, na hii sura ni sura ambayo inabidi useme kwamba mtu aifikirie tofauti. Kwa maana gani? Joseph Kabila yuko tayari Goma. Ukiachana naye mwenyewe kuja Goma, amekuja Goma kwa misingi kwamba ya kuja kujichukulia sasa responsibility zake, na serikali ya Kongo inajua hili swala Unaone? Serikali ya DRC inajua kwamba Joseph Kabila amekuja kuchukua madaraka yake ili sasa kuleta sura nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa iko. Umoja wa Mataifa, watu wote wanajua kwamba ni Rwanda ndiyo iko na agresse Kongo. Bien sûr. Sasa ujio wake ni baada ya pressure kutoka kwa, eh, kwa, kwa, kwa, kwa kwa kwa kwa ndugu zake wakina Paul Kagame na wengine. Kumbe bwana, njoo sasa mwenyewe uchukue majukumu yako. Njoo sasa uongoze vita yako. Rais mstaafu anakuwa vre mwasi, vre rebel. Sawa, vre rebel anakuja sasa aongoze vikosi vyake yeye mwenyewe. na uta, uh, ukianza kuchambua baadhi ya diskuru, ya, ya hii diskuru yake ambayo amefanya, kuna baadhi ya point ambazo ukienda unazisikiliza vizuri, unaona kama jamaa bado yuko anajiconsidere kama yeye ni president, sababu ukiangalia hata kwenye maandishi yake kwamba kwa, kwa, discours a la nation eh ba ngambia le president Joseph Kabila discours a la nation ushele donc, bado alikuwa ngali na jikamatia kama yeye ni rais. Na kitu kingine ambacho amekuja kufanya katika discours hii kwa tugusitu kidogo ni kuonesha baadhi ya vipengele uh, Joseph Kabila hakuwahi kuacha madaraka kwa kutaka kwake. Hapana, anaacha madaraka na alikuwa anajikonsidere kama yeye bado ataendelea kurul, ataendelea kumtumikisha rais ambaye amechukua madaraka. Yeye ndi akuwa anafanya komandma, hakuna changema yote yenye itafanyika mpaka aende amwone yeye, amwombe e, eh, bwana, nataka nitoe huyu ambaye huyu, hacha nataka nifanye hivi, hiki hacha, yani nchi iendelee kustak endelee kustanyie gisi yeye yeah, anataka ndo gisi e, eh, rais aktuel aendelee kutumika, kitu ambacho hakiwezekani Joseph Kabila anajita kwamba uh, yeye ni soda, unaona asemi kwamba nilikuaga nilikwaga jeshi ja hapana, mimi ni mwanajeshi dok, mpaka sasa hivi yeye anajikonsdere ni mwanajeshi, ni kamanda wa jeshi, na of course yeye ndiye anaongoza M23, yeye ndiye anaongoza AFC, yeye ndiye kamanda mkubwa. Unasema sema nani huyu, Sultan Makenga? uh, Makenga ndo, ndo ndo chef de Tamajor wa, wa, wa wa wa armia hapana, uongo <laughs> kiongozi wa jeshi la M23 na AFC ni Joseph Kabila Hippolyte Kanambe, yeye ndio kiongozi wa, wa lile jeshi. Pointi zingine ambazo utakuja kuzi, uh, kuzi, kuzigundua ni kutokana na namna yenye yeye, yeye iko nataka kutoa morale kwa serikali ya sasa hivi uh, kitu ambacho kinaitwa udictator demokrasia sawa, maendeleo ya nchi kwamba yamekufa. Nafikiri haya yote tumeongelea katika vipindi ambavyo vimepita. Ni maendeleo gani ambayo yeye amefanya ameacha, ambao hawa walikuja wakavuruga? Utagundua kwamba vyote hakuna hakuna, yani jamaa alifika mwisho mpaka kufikia hatua kwamba kusema eh, hapa sasa liwalo li, na liwe, hatuna tena cha kupoteza kwa sababu kama ni kupoteza tushapoteza kwa hiyo tujitokeze. Na wakati anakuja Rwanda anaingia Goma, jeshi ambalo liko linamchunga ni jeshi la RDF la Rwanda sawa. So, jeshi la RDF la Rwanda ndo liko na mchunga, na katika njia hiyo hiyo RDF iko inaondoka, unaone jeshi la Rwanda liko inaondoka, lazima liondoke sasa kwa kusubiria jinsi barwande batatoka yeye atengeneze jeshi lake ambalo litamlinda. Ndio maana alikuwa rumangabo kwenda kuangalia e, vikosi vyake na watu wake, akae na uchina waanze consultation, waangalie jinsi watafanya sentiri yake ya kumchunga na jinsi wataendeleza harakati zao za, za pamoja. Sasa hii vita ambayo rwanda ilikuwa inapewa shapo, kwamba ni rwanda ndio iko na agresi, watatoa rwanda. inabaki sasa problem interne kati ya banani ya bakongole kwa bakongole swandiza kongole ila yeye nani Kabila haiko kongole e, tushapata ma revelasio za mingi za mingi ambazo zinamuonyesha kwamba huyu bwana sio kongole na sa proces yake wataifungua rasmi, ndo identite yake itatafutwa itawekwa wazi, mama yake baba yake ndugu zake kila kitu, na itawezekana hata pia watafanya IDN ya yeye na mzee Laurent Desire Kabila tuone je ni mtoto wake biolojiki ama vipi? Haya yote yatakuja yatajitokea. Sasa ili kuanza kuvunja zile nguvu wanafanyaje? Wanamleta uh, rais mstaafu wa Afrika Kusini Tabu Mbeki ambaye yeye alikuwa ni pare wa Joseph Kabila, watu ambao walimsaidia Joseph Kabila kuharibu Kongo ni yeye. Hivi nikuulize mzee Tabu Mbeki au niulize watu wa Afrika Kusini, sawa, hivi kabisa basid africain Thabo Mbeki asimame na bunduki aseme ampige Cyril Ramaphosa Est-ce que vous seriez d'accord avec sa? Let let me ask you uh, the people from South Africa you know, the problem which we are, uh, we are crossing is a big problem. And the late president of your country Thabo Mbeki is one of men who put Kabila

We are going to lose the faith between our countries between our peoples and this is not good You see so Tabo Mbeki now is in Goma which Joseph Kabila they are planning to take over the east of Congo na hiki kitu I don't think amba kita kita, kita kita, make sense all Congolese wamekwisha kusimama jamani ndugu zangu. Muda ndo huu hapa na kuna mitingi ambayo Kabila iko naenda kufanya Goma sawa na najua najua najua gisi watu wanakuaga saa sama kondolo kule na no, unaona sama kondo kondo mtambia oh mitingi hizo oh, Kabila unakuta watu wanatoka rahisi rahisi rahisi na, na wanaenda kabisa what will happen to you don't blame Baraka 1 TV kwamba atakuambia I told you guys about Bukavu. Don't go to the meeting but you went there, wha nyiwpeke mliona. Alafu mnaza kulalamika, o, mtusemee, mtusemee nono wabjamtuwe watu ili kuonesha kwamba we are not happy na ambacho Kabila mekifanya. Don't go to his meeting when they called you people of Goma that Kabila is going to to uh, to talk to you guys so come to uh, uh, uh, uh, to which place for a meeting, don't go there, acha wa wenyewe M23 waende. Kwa hiyo sasa wako wanataka kupatia sura nyingine i rebellion yonekane ki aiko ba Rwanda, aiko ba Uganda, aiko ba Sidi no, uh, ba Sudani, aiko ba Ethiopia, aiko ba uh, baadhi ya wa Kenya ya bali inakuwa ni ya wakongole kwa wakongole, ida yeri Kabila ni pa Kongole, none haiko Kongole. Sasa wanataka waipatie shapo, waigeuze sura hii vita, kwa sababu kunivua ya diplomasi tayari tushashinda, none tushashinda hapa. Kinachosalia tu ni ni, ni kwamba Rwanda aondoke na kitu ambacho wanasahau, uh, hii deal ya Kongo na na USA haiko aseme armee rwandeze iondoke, hapana Magrupe za arme zote ziondoke ziache vita. Kwa hiyo hata RDF ikienda, eh, AFC M23 ase itabakia su kabila itaondoka tu, unaona, itaondoka. Na ni wajibu wetu ni wajibu wetu kusimama kwa ajili ya kuimarisha misingi ya taifa hili. Mnaona ndugu zangu, kwa hiyo habari ambazo ziko ndo hizo. Tabu Mbeki ni mwaribifu sana huyu mzee Joseph Kabila ndo mwaribifu haswa, na plani zingine ambazo ziko kwa wazalendo dhidi ya haya, ya haya mambo hatuwezi tukayazungumza, lakini we know that kila kitu kitakuwa planned na kitaenda as we are planning. So, ujio wa Joseph Kabila anakuja kujitengenezea kaburi lake ye mwenyewe anakuja kujitengenezea kaburi lake yeye mwenyewe. Tusubirie hilo swala. So, big up sana kwa wote ambao mko nafutia Baraka One TV. Najua kwamba uh, tunapitia changamoto nyingi sana. Ndugu zetu wa Goma, poleni sana, Bukavu hivyo hivyo, hivyo. Mnalalamika sana yeah. Na hili lazima tuweze kulishughulikia, lazima tulishughulikie ili kuleta uh, standard ya ya mambo na kila mtu afili kwamba nchi iko serikali ya DRC ailali, hapana, ailali iko na shughulika kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Nina hope kwamba very soon mambo yatakuwa yako sawa. Usikose kushare pia na kusubscribe Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu akili Kabonga, the one and only town, DJP. Kutana majira saa 12, kwenye habari za habari mbalimbali za mitazamo ya wananchi.